Waganda waliokata tamaa wanatumia sumu kuua maelfu ya ndege aina ya korongo weupe kwa sababu hawana chakula cha kutosha. Katika kijiji cha Ayoyeri mpakani mwa Kenya, Sam Chekoi mwenye umri wa miaka 42 anasema mvua zisizotabirika na ukame zimeongeza ugumu wa kuwahudumia wake zake wawili na watoto 11. Hapa anaeleza jinsi wanavyowinda ndege hao. Kwanza wanakamata panya na kumuua kwa kutumia mchanganyiko wa pombe na sumu ya panya na kumwacha shambani kama chambo cha kuwanasa ndege hao. Kisha ndege hao huwala panya wale waliokufa, na baada ya hapo ile sumu huwamaliza nguvu, na ndipo wanakijiji hao huwaokota na kuwatumia kama kitoweo. Chekuoi anahisi amekula zaidi ya korongo mia tatu tangu wahamie eneo hilo mwaka 2016 anasema uwindaji wa ndege hao ni hatari kwani mtu anaweza kutozwa faini kubwa, lakini wenyeji hawana budi kufanya hivyo kwani ndege hao ndio chanzo pekee cha protini. Sisi ndio tushike hii ndege kwanza, tunatafuta panya. Afta kushika panya tunaweka dawa yenye tumemix na empe, ndio tuende tutupe kwa shamba ndio hiyo ndege ikule. Sasa hiyo ndege ishakula hiyo, hiyo panya ndio inamaliza yeye nguvu. Sasa sisi tunashika na kuchinja na kuanza kuendelea na kukula. Joel Cherop mwenye umri wa miaka 45, mkulima na mwanaharakati wa mazingira, alikulia katika eneo hilo na anajaribu kukomesha tabia hiyo anakadiria kuwa takriban korongo weupe elfu tatu wamewindwa na kuliwa na wanakijiji tangu mwanzoni mwa mwaka huu, wakati msimu wa uhamiaji wa ndege ulipoanza. Sasa sababu ndio nishiga hizi mandege, jua ninalima, lakini jua ina inaharibu chakula na vile inaharibu chakula ndio sasa nika decide sasa, hizi mandege ndio tukushika, ndio tunakula na watoto.